Kabisa, kwa sababu bado Mungu yuko kazini. Kwa sababu ukiangalia mstari wa tisa na mstari wa kumi utaona wakati huyu ndugu tayari amemtafuta Bwana Hezekia na ameomba msaada wa nabii Isaya, pia kuomba Bwana, ametoa neno kwamba usiyaogope hayo maneno ya huyo ndugu, nitatia hofu roho ya hofu ndani yake na ndatuma kivumi, atairudia nchi yake mwenyewe, nami nitamwangamiza kwenye nchi yake mwenyewe. Kwahiyo tulitegemea, baada ya unabii huu, Mungu amejibu maombi yetu, tuone nini, tuone kile ambacho Mungu amekisema kimetokea. Lakini badala ya kuona kile ambacho Mungu amekisema kinatokea, yule adui akapata nguvu, akainuka mara ya pili, akatuma tena watu mara ya pili tena, mara hii na ujumbe wa makaratasi, waraka. Kwanza ilikuwa maneno matupu. Ameomba na mtumishi wa Mungu, naye ameomba Isaya na Mungu amejifunua amesema sasa ndio anakuja na makaratasi na waraka angalia mstari wa tisa na mstari wa kumi pale pale kwenye wafalme wa pili mlango wa kumi na tisa angalia mstari wa tisa na mstari wa kumi na aliposikia habari ya Tirhaka mfalme wa Kushi ya kwamba tazama ametoka ili kupigana nawe alituma wajumbe kwa Hezekia mara ya pili alituma wajumbe kwa Hezekia mara ya pili alituma wajumbe kwa Hezekia mara ya pili kusema, mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini, akisema Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Vitisho vikaendelea na hii ilikuwa ni waraka sasa. Ukiendelea kusoma mpaka mstari wa kumi na tatu ni vitisho vinaendelea. Huyu mfalme wa Ashuru akijitamba, nimemuua Gozani, nimemuua Siu, nani mwingine sijui, iko api mfalme wa Hamathi, yuko ikoapi mfalme wa wapi, Sefarvaimu iko wapi? Anajitamba, miungu yao iliwasaidia nini? Anajitamba, vitisho vimekuwa vikali zaidi. Lakini angalia, mtu wa imani anayemtumaini Mungu aliomba kwanza na akaomba msaada wa maombi na Mungu akajifunua kwa neno kwamba asiogope. Mungu atafanya muujiza. Adui ameinuka tena, hakuchanganyikiwa Ezekia, hakuchanganyikiwa Ezekia. Huu mstari wa kumi mpaka mstari wa kumi na tatu vitisho vya huyu ndugu lakini angalia maamuzi anayoyafanya Hezekia ule mstari wa kumi na nne na mstari wa kumi na tano Angalia maamuzi anayoyafanya Hezekia kwa mara ya pili, mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe akaosoma, kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana. Hebu sema akaingia katika nyumba ya Bwana, sema akaingia katika nyumba ya Bwana. Anaingia kwa mara ya ngapi? kwa mara ya pili, akaingia katika nyumba ya Bwana akaukunjua mbele za Bwana. Mstari wa kumi na tano, naye anaanza maombi yake kwa Mungu. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana, naye Hezekia akaomba mbele za Bwana, naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema e Bwana, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi wewe, na wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia, wewe ndiwe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Ukiendelea huo mstari wa kumi na sita uende mpaka wa kumi na tisa ni maombi ya Hezekia kwa Mungu wake. Vitisho vimeinuka, alikimbilia tena kanisani. Vitisho vimeinuka, hakuacha kuimba kwaya vitisho vimeinuka hakuacha uzee wa kanisa. Vitisho vimeinuka hakuacha ibada. Vitisho vimeinuka hakuacha huduma, hakuacha kumtumikia Mungu, hakuacha kuomba, hakuacha kutoa sadaka. Wewe ungekata tamaa, ungiona na nabii ni mwongo, amesema Bwana atanisaidia mbona ameinuka tena huyu adui? Nilijua angemfijilia jana, ile angemfinyilia afie huko, mbona kaja tena? Aah, komaa kiroho. Mjue mungu wako unayemtumikia, mjue mungu wako unayemwamini, mjue mungu wako unayemtegemea, wasikuyumbishe. Mungu akishasema amesema, na ukisimama hapo, ndivyo itakavyokuwa na hakuna vinginevyo. Mungu akishasema amesema, na ukisimama hapo, ndivyo itakavyokuwa. Sasa angalia mstari wa ishirini huu nitausomea kwenye skrin pale, niwekee mstari wa ishirini uone. Baada ya hayo maombi ya Hezekia uh, kila mmoja uangalie huu mstari, kwa sababu una nguvu kubwa sana kwa ufunuo ambao tunao jioni hii ya leo. Mstari wa ishirini pale pale anasema, ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba kwa kuwa umeniomba, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, mimi nimekusikia hilo neno. Kwa kuwa umeniomba. Hebu fikiria kama asingeomba hilo neno. Kwa kuwa umeniomba. Fikiri kama asingeomba, kama angenyamaza, angesema mbona Isaya amesema hivi na vitu vinaenda ndivyo sivyo? Mbona nimeambiwa hivi kanisani na mbona naona matokeo ni mengine? Nini kingetokea? Lakini bado alirudi kwa Bwana na Mungu alifurahi, alipona Hezekia katika vita hii kubwa, bado anamtegemea yeye, anamwambia kwa kuwa umeniomba ameniomba rafiki yangu niwekee mstari wa 32 mpaka wa 34, kwa sababu kuanzia hapo mstari wa 21 ni fumbo la Mungu kwa habari ya kumwangamiza mfalme wa Ashuru. Fumbo la Mungu. Mungu anamwambia, ulimtukana nani? Uliinua sauti yako juu ya nani? Ni nani uliyembeza? Nani uliyemtukana? Ni fumbo la Mungu kwa habari ya kumwangamiza mfalme wa Ashuru Senakeribu. Lakini mstari wa 32 mpaka wa 34 Mungu anazungumza kwa tafsiri ya hilo fumbo. Sasa basi Bwana asema hivi kati katika habari za mfalme wa Shuru, yeye hatauingia mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Tusogee. Njia ile ile aliyojia, kwa njia hiyo hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Tusogee maana nitaulinda mji huu niuokoe, kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Mtu mmoja aseme amina. Hiyo ni nguvu ya maombi. Unataka Mungu ajifunue kwako, Mungu ajidhihirishe kwako, Mungu akutetee, usije ukadharau maombi yako. Punguza spidi yako ya kukimbizana kwenda kuchoviana kwenye mafuta huko na huko, ongeza spidi ya kumtafuta Bwana. Ah, wamesema amina wachache sababu wengine wanajiandaa kwenda kuchovya miguu kesho. Umeloshaenda kuchovya miguu kwenye mafuta, mbona unaangalia chini? Bwana asifiwe. Punguza spidi ya kuangaika huko. Umeshalishwa vingi, lakini bado kuna vitu vimekukamata. Umeshaogeshwa vingi, bado vimekukamata. Umesharukishwa vingi, bado vinakukamata. Narudia tena, nguvu yako iko kwenye madhabahu ya Mungu. Nguvu yako iko kwenye madhabahu ya Mungu. Nguvu yako iko kwenye madhabahu ya Mungu, jizoeze kuomba mwenyewe. Leo nimesimama hapa kutoka msikitini mpaka hapa, wazazi wangu wa kiroho hawako hapa, lakini nimesimama mwenyewe. Shetani hata akiinuka hapo, najua nifanye nini na huwa napenda kufundisha masomo na kuwasaidia watu, sio umalize hapa alafu waambie watu, baada ya hapa kama ukiona vipi nitafute mahali fulani aa, waambie watu amtafute Mungu. Siwazuii watu kunitafuta kwa msaada wa maombi, lakini wewe sio kila kitu. Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio kila kitu. Yani, naomba uwe na Mungu wa kwako, mgeukee. Okay, jirani mwambie uwe na Mungu wa kwako akusikia mwambia, uwe na Mungu wa kwako. Kama watu wanatembea na hirizi za kwao